Amani ni jambo paramount na amani ni muhimu pahala ambapo una uchumi kama wa Zanzibar, sababu uchumi wa Zanzibar ni uchumi wa watu kuja kustarehe, ndio uchumi wetu mkubwa. Katoka huko mtu na stresi zake, anasema achenende Zanzibar huko, eh, nitakwenda kupumzika. E, sasa akija hapa hataki zogo, hataki vurugu. Ndio, ndio uchumi wetu, maake unapokuwa na hospitality industry ndio sehemu kubwa kwasa. Kwa hivyo lazima ni uchumi wa kuwa uwe na amani tena ya kweli kweli. Eh, ndio wengine huko unawasikia kina Singapore walikuwa na kampeni zamani ya bashasha, kila akipita kwanzia airport, kila mtu msmile kwa nguvu, hata kama nyumbani ulitoka huko kidogo <laughs> umetoka umeudhiwa lakini ukishafika kazini huna hmm, ruhusa ya kuonesha... eh ya kuonesha dini hmm, yako hata furani zako pale, wewe smile mwanzo mwisho, akijambia kwa sababu gani wanavutia alokuja pale, hataki stressi. Stressi zako baki nazo mwenyewe, ndio msingi wa uchumi wa uchumi. Kwa hiyo amani kwa Zanzibar si siasa, amani kwa Zanzibar si watu, amani kwa Zanzibar ni uchumi. Bila amani tusahau kwamba tutakuwa na na ukitaka kuona ndo nasema, tungekuwa tuna pima. Tuna bahati nzuri sisi Mheshimiwa Mufti tuna bahati nzuri tuna Waafrika wenzetu maana unaweza, lakini hii ni Afrika hatui au vipi? Unaweza kusema hivyo labda Zanzibar, kwa sababu leo mpaka leo tuko, kuna tuna struggle ya kwamba uchaguzi ishirini ishirini na tano eh, watu wasije wakafa sio kwamba kusiwe na, na, na rigi uchaguzi duniani pote, inakuweko level amount ya rigi, lakini tuna struggle watu wasija wakafa. Lakini tuna Afrika wenzetu, Afrika Kusini, warusi wameiteua kwamba ndio agent mkubwa wa military industry yao, yaani ni huge increment kwenye uchumi wao, yani huko ndo aliko akamfanya uchaguzi yule aliopambana kanini kashindwa lakini kawaita wenzake, kwa kwa nini inakwenda wameka ya vyama kumi nakwenda wanazungumza wanapoua nawaazuguza mbele. Boswana ni nchi moja, leo Boswana ni ndio nchi ya tano kwa uchumi, wamefanya uchaguzi mwaka jana, wameshindwa chama tawala, si ndio? Wameingia wame wengine wanaendesha serikali, si, si nchi ile ile. sasa huyo mwingine anaipeleka wapi nchi hiyo? Anaipeleka hapa serikali, si ndio nyinyi kwa jini eh? Lesoto si nchi ya Kiafrika? Mfanye uchaguzi chama tawala wameshindwa, wamekubali. Mi nilikuwa na kule Angola, tulikuwa na aliokuwa waziri mkuu aliopita eh? Tulikuwa naye, sasa ni kiongozi wa upinzani, tunae kwenye, kwenye mkutano Malawi. The same jamani, Malawi si wa Afrika? Wengi situmu ambao tuna asili huko Malawi, lakini tukija Zanzibar tunakuwa tofauti. Ha? tunakuwa tunakubali, ni wanyasa, lakini tukuwa wanyasa wa kizazima, tunakuwa shida. Zambia, Zambia si waafrika jamani? Wamefanya uchaguzi, waliokuwepo mara ya tatu hii. Anaingia huyu mwaka, anaingia huyu mwaka, anaingia huyu, si ndio? West Africa tumesikia Ghana, mara ya nne hii, wanapishana. Mwaka huu kaingia huyu, mwaka huu, mwaka huu kaingia huyu mambo yanakwenda, nchi yao uchumi wao unakuwa. Seychelles ndio kijinchi kidogo 120,000 people lakini wamfanya uchaguzi eh, baada ya upinzani miaka si, mara sita mara tano kushindwa mara sita, wamfanya uchaguzi upinzani wameshinda, nchi inakwenda ile. Leo ni namba one kwa uchumi pa capital ni ya ya, ndio namba one kwa Afrika. Mauritius wafanya uchaguzi juzi November last year. Chama kilichotawala kimepigwa sitini kwa bila. Ngapi? Sitini kwa bila kwameshinda